Karibu tena msikilizaji mpenzi, Tunu za Kiswahili, hazina yako ya hadithi za kale, hekima, na mafunzo ya maisha. Leo tunakuendelezea hadithi ya kusisimua ya Sungura na Fisi, mchezo wa Mwisho. Ikiwa hukupata sehemu ya kwanza, hakika utataka kurudi kuisikia, maana hapa ndipo kila jambo lilipoanza. Sasa hebu tulia, karibia moto wa hadithi, na tuingie kwenye sehemu ya pili ya simulizi hii. Sungura na Fisi, mchezo wa Mwisho, sehemu ya pili. Kulipochomoza alfajiri ya siku iliyofuata, fisi alikuwa tayari. Hakuamka kama kawaida yake saa nne za mchana; leo aliamka kabla hata ya jogoo kupiga. Alijifunga kamba kwenye kichwa kama shujaa wa kivita, akavaa mkanda wa mkebe wa maji, na bila kuaga yeyote akaelekea mtoni kwa haraka ajabu. Alipofika karibu na mtoni mkuu, akaangalia kulia na kushoto, hakuna aliyemwona. Kisha akasimama ukingoni mwa mto na kusema kwa sauti ya kujisemea, fisi mwerevu kama mimi hawezi kushindwa machungwa hayo lazima niyapate na sitawapa yeyote. Kama alivyoelekezwa na Sungura, akafunga macho kwa dakika tatu. Alianza kuhesabu kwa sauti ya chini, moja, mbili, tatu. Akiwa bado macho yamefungwa, ghafla alisikia sauti ya kushangazwa nyuma yake. Alipofumbua macho kwa haraka, alikuwa amezingirwa na wanyama wote wa msitu, tembo, twiga, simba, kima, kobe, hata njiwa walikuwepo juu ya matawi wakimtazama. Na katikati yao, akisimama juu ya jiwe la mtoni kwa utulivu, alikuwepo Sungura fisi akapigwa na butwa, akaanza kucheka kama kawaida yake, lakini hakuna aliyecheka naye. Wote walikuwa wametulia kimya. Bwana Mgongo, sungura alianza kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo, matunda ulioambiwa si ya kawaida, yanapatikana tu kwa moyo wa kweli, lakini wewe ulikuja kwa tamaa na bila ridhaa ya wenzako. Mzee tembo akasogea mbele. Kwa siku nyingi tumekuona ukijifanya mgonjwa, ukitumia visingizio na kuiba maji yetu usiku. Sasa ushahidi umo hapa na msitu unakutazama. Kutazama. Wanyama wengine walianza kunongona, simanzi ilionekana machoni mwa baadhi yao, lakini wengi walikasirika. Hii haikuwa tena kuhusu maji tu, ilikuwa ni kuhusu utu, mshikamano na heshima ya jamii. Fisi alishindwa kujitetea. Kwa mara ya kwanza alinyamaza, macho yake yakawa mekundu, si kwa hasira, bali kwa aibu. Hukumu ya msitu. Mkutano wa haraka ukaandaliwa hapo hapo, kando ya mto. Baada ya mashauriano, mzee Tembo akatangaza kwa mujibu wa sheria za msitu, mnyama anayevunja imani ya jamii atatengwa kwa muda wa kujifunza. Fisi ataishi nje ya msitu kwa majuma matatu. Atakapomaliza adhabu, atarudi na kulipa deni lake kwa kuchota maji mara tatu zaidi kwa kila mmoja. Fisi akanyosha mkia wake chini, hakuweza kusema chochote. Aligeuka taratibu na kwa mwendo wa aibu akaondoka kuelekea upande wa jangwa, penye ukame na upweke. Wanyama walitazamana kimya. Hakuna aliyecheza, hakuna aliyeimba. Ila sungura alisogea mbele na kusema kwa busara, marafiki zangu, hekima haimo kwa sauti kubwa wala nguvu za misuli. Iko katika moyo safi, kazi ya kweli na upendo wa pamoja. Wanyama wakampigia makofi kwa miguuni, sauti ya matumaini ikarudi msituni. Wiki za songa, fisi ahuishwa. Wakati wiki ziliposonga, wanyama waliendelea kushirikiana. Sungura alikuwa akiongoza timu ya maji, Simba na Twiga walisaidia kupanda miti ya matunda mapya, na hata Njiwa walituma ujumbe kwa misitu ya mbali kutafuta msaada. Fisi akiwa jangwani alianza kutafakari. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake alihisi upweke wa kweli. Alikumbuka jinsi ambavyo alicheka kwa dharau, alivyojidanganya na jinsi alivyowaumiza wenzake. Alipojionea mateso ya kukosa msaada, aliamua kubadilika. Kurudi kwa fisi. Siku ya ishirini na moja ilipowadia, wanyama walimwona kivuli cha mnyama kikiingia msituni polepole pole. Ilikuwa ni fisi, lakini hakuwa yule fisi wa zamani Alikuwa amenyoosha mgongo, amebeba ndoo kubwa tatu za maji, na alitembea hadi katikati ya msitu, kisha akapiga goti mbele ya Mzee Tembo. Naomba msamaha, nimejifunza maji ni uzima, lakini zaidi ya hapo upendo wa jamii ni wa thamani kuu. Sungura alisogea mbele kwa tabasamu la hekima akasema, msitu wetu si wa wakamilifu, ni wa wanaojifunza na kujirekebisha. Karibu tena Bwana Mongo. Wanyama wakapiga kelele za shangwe, na kuanzia siku hiyo Fisi akawa miongoni mwa wachotaji maji hodari zaidi. Alijifunza kuwa sehemu ya jamii kwa vitendo, si maneno. Na hadithi ikawa imefika mwisho, lakini somo lake linaishi. Maisha si mbio za ujanja bali ni safari ya ushirikiano, ukweli na bidii. Hekima haipatikani kwa uhodari wa maneno, bali kwa tabia njema. Kwa sauti ya matumaini na upendo. Asante kwa kuungana nasi kwa Tunu za Kiswahili. Hadithi ya Sungura na Fisi, Mchezo wa Mwisho, imekuonyesha maana ya kuwajibika na kusamehe. Usikose hadithi zetu nyingine zenye mafunzo na burudani kwa familia nzima. Usisahau kujiunga na kushiriki na wengine. Mpaka wakati mwingine, hadithi njema.